Fanya hivi chawa, ukifanya sawa ni machawa katika kulinda taifa letu. Na nyinyi ambao sio machawa, mpo Ulaya, karibuni basi nyumbani, mje muhamasisha na vijana wana. Saluni zimechomwa, watu wana ATM, Mpesa, mtu amejitafuta, zimechomwa, watu wameibiwa vitu, watu wanachoma mali za watu, alafu tunasema ni maandamano. Tunalalamika kitu gani? hii hai hii haikubaliki hata kidogo, hii haikubaliki Yuko nje ya nchi anakwambia andamana, na wewe unaingia barabarani mnafanya uhalifu. Tulinde amani, msiogope ku kutetea nchi yenu, kisa mtaitwa machawa, wala msijali, msiogope, lindeni nchi yenu, linde nchi yetu na Mungu ni mwema. Msiogope ku kulinda nchi yenu, msiogope kusema ukweli kwa yale mnayo yaamini ya juu ya amani ya nchi yenu. Nchi hii ikiharibika, hatuna pakwenda. Tusikubali kuwa kama Kongo na mataifa mengine na wa kufanya hii kazi ni vijana wa nchi hii, na nyinyi rafiki zangu, wafuasi wangu mlioko Instagram, tulinde nchi yetu, tupambane kulinda amani yetu. Tusikubali kabisa taifa liharibiwe na watu kwa kusema wanaenda kukomboa nchi na kufanya uhalifu wa hali ya juu. Hii haikubaliki.